Kamishna wa kaunti ya Mombasa Mohammed Noor aliwaongoza wakazi, uh, katika kaunti hiyo kuadhimisha sherehe za mashujaa hapo jana, huku akielezea kuwa serikali imetambua mchango wa marehemu Raila Odinga kwa kumtunuku kama shujaa wa hadhi ya juu zaidi nchini. Akiwahutubia wananchi katika eneo bunge la Jomvu, wakati wa sherehe hiyo ya kitaifa, Nur alisema hiyo ni ishara tosha kuwa kiongozi huyu alichangia pakubwa katika mabadiliko ya taifa. Aidha, alidokeza kuwa kwa sasa vitengo vya usalama vimeadhibiti magengi ya wahuni katika kaunti ya Mombasa na kuhakikisha kuwa wananchi, wawekezaji na watalii wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Tunasema kama watu wa Mombasa tumefanya mengi <laughs> eh, hasa tukiangalia mambo ya usalama. Nafikiri Mombasa ni tofauti kuliko ilivyokuwa mbeleni. Mambo ya criminal gangs mambo ile vijana kusumbua watu tumepigana nao na usiku na mchana, na tutaendelea kupigana na hao mpaka tuhakikishe kwamba kuna usalama wa kutosha na mtu na Mombasa tuweze kufanya ile tunaita 24 hour economy, ile ukitaka kutembea wakati wowote wa usiku na mchana unatembea. Hatuwezi kubali vijana kuturudisha nyuma pale tulipotoka. Marafiki waliokuwa kinara wa chama cha ODM marehemu Raila Odinga katika